kutafuta alama tatu alama tatu ambazo zitatufanya sisi kuelekea kwenye kilele cha ubingwa. Tuna mechi ngumu zidi ya mtani, lakini na hata hii Prizoni pia ni ngumu zaidi. Tunahitaji alama tatu kutoka kwa Prizoni ili kutimiza malengo yetu na, mi naamini tukichukua na matatu dhidi ya Prisons tarehe ishirini na mbili dhidi ya Dodoma jiji pale Amani Complex, nam unapoziona sura hizi, amani lazima zitakuwepo. Tukitoka amani, tutarudi Dar es Salaam, Benjamin Mkapa. Hiyo ndo tunahitaji kwa, kwa udi na uvumba na tunai ndo tunahitaji kwa udi na uvumba. Ah, mimi niseme kwamba walete. Unajua kauli ya mama akisema watoto njoni basi muje. Eh, haina kipengele. Mwanielewa, haina kipengele idadi. Hii idadi tarehe 25 haina kipengele. Tarehe 25 ndio tunaenda kumaliza matatizo yote ambayo yaliopo yalijitokeza. Na kingine Bwana Yoma anamaliza. Nampa na Meida. Mwenyezi si Mungu akitubariki msimu ujao wa ligi 2025, 2026, mimi naomba ili tusiwe na vipengele vingi, mechi ya kwanza kabisa mzunguko wa kwanza tuanze Simba na Yanga. Nawaambia, nawaambia bodi ya ligi, mechi ya kwanza kabisa mzunguko wa kwanza ile waanze Simba na Yanga ili tutoe midomo midomo. Mzunguko wa pili wa kwanza tu Simba na Yanga tutoe midomo midomo, au unasemaje ndugu wa Meida? Unajua nicha kusema ni kwamba siku zote mgonjwa akiumwa sana baadae ukiwa namweza kupata ahueni, ujue basi wewe unatotoka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarehe 25 wakasema amwezi a wakati tunasema mchezo wao, wakasema amwezi kupata ubingwa bila kumkaba panzu, ndio tunahitaji. Unajua ni kwambia kitu siku zote tunachosema mtoto mdogo yake Simba Yanga tutamaliza, awezi kucheza nasi, siyohiyo tunasema Waislamu inalama swabirina, kila mwenye subira yupo na Mwenyezi Mungu. Unaweza kusema ni kwamba tarehe 25 waje yeah, tunawakanda, wasije, tunawakanda yeah. Mama akasema Wanachodhani wao ni kwamba mmewapindua. Yani, tuachane na hayo, sio? Alisema kwamba uwezi kupata pointi 3 bila kumkaba mpanzu. yeah, yeah, basi hawezi kupata pointi 3 bila kumbaba pako, umezozwa hiyo, yeah, imeisha labda, yeah, yeah. Nikwambia mm, ni kitu Labda nikwambie kitu kimoja. Hawa watoto wadogo ambao wamekuja sasa hivi kwenye mipira. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba hapa tulikuwa na mwenyekiti wa tawi la Uyole, kuna ndugu zetu Sumbawanga Mac, ndugu yetu GSM wametuhakikishia kwamba kutokea Mbeya zitatoka gari arobaini na tano wanachama kuelekea mechi ya Dabi tu. <coughs> kuelekea kwenye mechi ya Dabi ni, niseme tu hivyo. Unapofikiria kwamba kimepigwa kipinga pia mai wetu huyu hapa unamwacha aje? Alafu yani kombe unasema wazama wasema mama mwalitoka wanjani anabembea. mama mwalitoka wanjani anabembea anabembea Unaambiwaje wataalamu wanasemaje? Ba, un, sisi tunasemaje wa kwamba Alhamisi tunakaribisha watu. Ijumaa, e, ngoma inaingia. Jumaa mosi tunakutana wote kwa pamoja tunasherehekea. Jumapili tunamtoa mwali. E, sisi wazalamu asili yetu. Kwa hiyo leo Jumapili ndio tunamaliza kipengele chote. Ambayo leo Jumapili sasa, kwa sababu kutokana na adabu itakuwa tarehe 25. Sisi kipengele basi tuwekirudisha nyuma tutamaliza tarehe 25. Wazalamu wasemaje? Ukiweke kitu wazawani, watu wakione, chukua watu wote wakione, ndio wa maana. Maana ya kusema uzalamoni, unasema hivyo. Nyingine ni kwamba hey, tarehe 25 hey, ni kitchen party. Mayu wetu tunafanya kitchen party. Tarehe 27 kwenye fainali, we tupo honeymoon honeymoon. Mayu wetu. We we we we we we we we tunamtaka kila ah, kija bao tano, kila kija bao tano ba ni tanoniwambie wananchi wa Mbeya, hii ni mechi kati ya a Prison na Yanga. Hii tunahitaji sana sana, na si tuko hapa Mbeya, lakini tutudi Dar es Salaam, tusafiri kuelekea Zanzibar. Zanzibar ndo tutarudi kwenye tarehe ye yenyewe, tarehe ye yenyewe nasemaje? Jebana mimi bwana, kwa kumalizia nasemaje? na kwanza ni washukuru sana watu wa Mbeya mlojazana hapa uwanjani, tupo nne nje, tunazidi kusherekea sherehe yetu ambayo ya kuelekea ubingwa hiyo tarehe 25 leo asaaat alama tatu muhimu kivyovyote, kijaso chochote, kimkono kivyovyote, kwatamwe, kivyovyote pointi tatu alama muhimu kwa nini? Hii ndio tumemaliza v ndugu yetu Benjamin Yasukile, tunakupenda sana lakini Yanga imekupenda zaidi. Tumempenda zaidi lakini Young Africans imempenda zaidi. Kulina nafsi dhakatul mauti. Kila nafsi itaonja umauti. Tunashukuru sana. Ah so hamna shida ndugu yangu. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Yanga kutoka hapa jijini Mbeya wasogee sokoni. Muda bado unaruhusu. Kata tiketi yako mapema. Njoo chukue burudani kutoka kwa wananchi. Hatujai, hatujai kufeli. Tunahitaji ubingwa. Paredi liendelee. Paredi liendelee. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Yanga, Paredi liendelee.